Raila ametuacha ndani ya serikali kwa hii mpango inaitwa broad based arrangement, na tunafanya kazi pamoja na Rais Ruto. Tuko na maktaba tuliweka ya point kumi, na tutaangalia tutaona vile zitajimizwa, na kwa hivyo sasa hatutaki ko kukwenda haraka haraka sana vile vijana wanaenda wanaanza kusema mambo ya 2027 na sisi hatujafika huko. You, you don't cross a bridge before you reach the bridge. Hiyo itakuwa ni automatic, mkiwa mnafanya kazi pamoja, sio ni automatic hiyo hiyo, sio nini, sio mambo ya kusema kila wakati. Saa hizi ni kufanya kazi, kudeliver services to the people of Kenya. Hiyo ndiyo jukumu yetu na ni lazima tuzitimize kwa bidii zote. Kwa hivyo mimi